Leo tumetembelea Ngungu wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, magharibi mwa mji wa Goma. Ngungu ni mji unaokuwa na vijiji vingi, na eneo hili ni eneo lilioshuhudia mapigano makali sana kabisa kati ya jeshi la serikali ya Kongo likiungana na jeshi la Burundi na wazalendo na wapiganaji wengine zaidi ya ICM ishirini na tatu amnjia uko na kuku na kuyaturuza ni kunangana ile kuku ndio ameambia ndugu zangu wa maachano ndio maana sasa nimekuja hapa Ngungu, nimekuja na viongozi kuambia ndugu yenu maachano toka maile pori, ile pori itamsalia maachano. Kitu sai tuko doa, hamtasikia wasalimu watafika doa bongo yenu. <laughs> Wakazi wa eneo hili wengi wakiwa wafugaji na wakulima kwa sasa. Sasain naetia kwa jina la maombi msati Olivier Watana na ginsi wametuletea message tunawafurahia sana na tunafurahia sana sana wa vijana wao wamejitolea kazi ya jeshi m hmm. M23 yasema eneo hili limeshuhudia maeneo mabaya siku zilizopita, na ubaguzi wa kabila ikiwa ndiyo hatari kubwa, wakisema wakazi wa mji wa Ngungu hatari na kuuawa vibaya nakuwawa vibaya, unakufa juu kwa kabila fulani, wanakuua ama wanakuumiza vitu kama vile sasa. Unasemaje kwa watu wanaotumia ukabila? Wale watu ambao wanatumia ukabila kabisa, siezi wafurahia nako penda, siezi ni waone waoneko. Juu leo tunaikala muzuri mwa mvetua, hakuna shida lolote, hakuna ubaguzi, tunaikala muzuri, tunalima virahi, tunakula mahindi bila shida lolote. Kufuatia mgawanyiko huu kati ya makabila, chama cha AFC M23 kimeendelea na hamasa ya wakazi kujenga amani na umoja pamoja na maridhiano kati ya makabila iliyogawanyika <mulia>

lakini tunavatangazia kwamba stware ilishaisha haitarbiaka tena. Ndio maana Arsenal akui kamata silaha kusudi igombanye igombanishe ile ubaguze. Najua hakuna shida kubwa, hakuna shida kubwa kuishi miichi yako, lakini wakuite ha, etranger au wakuite mnyarwanda uko miji yako, lakini unakuita nitoka ndani, ile ni shida kubwa sana, na hiyo shida iliacha watu wa moja wanakimbia, wanakimbia makore wenda kuwa wakimbizi kuli ndani. Lakini tunashukuru sana, FC V wengi walisharudia hapa, ambao walikuwa wakimbizi hata Goma, hata nje ya Kongo, wote walisharudia hiyo ni ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa pili ni kuhusu usalama. Usalama wetu uko ni mikono wetu, usalama ya popelasion ya Ngungu uko ni mikono ya popelasio ya Ngungu. Sisi nizangaitoka bisa, tunasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe na usalama yetu itajengwa na sisi wenyewe.

atakuwa amekanyanga damu nilitolea ndio, mama hapa tukupataka hapa kome kado tu, izi izi. Na, na tuwezi kuacha tu hivi hivi tu, na hakuna kitu kile kitatosha hapa, sababu tuko kwetu, tuko kwetu, tukumbe wapi tena, wapo tuache basi, shuka ni mkimbizi basi, mwachane na hao tuwaita uchinga, hiyo uchinga ya kuwa dengenya kwamba

Unaongea lugha ya kwako, unakuta mna Rwanda. Kule Goma kwa kata kata kwa choma. Unakamata mtu unamchoma, unamkula, unatena karga zote juu. Bilikuwa Goma. Haiko historia bilikuwa Goma. Hiyo uongozi mbaya tuitaki hapa. Mwanzo wa Mazalendo. Mwanzo wa Mazalendo. Ndio sasa kuna mtu mkuu. Muzalembo ni nani? Muzalembo ni mtu ni sivile mwenye hana tafo masata kidogo, banamwambia kamata silaha, bana sharja kaizi banagusa mbe pante, unapiga mtu na kufa, hakuna kitu kingine. Banafundisha mtu 30 minutes kisha unamtia mbele aende kuvita, hajua kulinda raia, hajume taktike za vita, bana mpatia tu arma, kusu tu malizane. Unajua kitu ya uzalendo, iko tu hapa mwaki za msitu Kivu. Na ukeena maprofesa zingine, hakuna mazalendo, utokuwa mazalendo ya wanakuruga pale pale mazazi kule. Kule kwa mchurendo. Lakini utangana watoto wetu, haka wapatia masi kusu tu malizane. Hakua nengo ingine. Lengo ilikuwa ba malizane. Unaona uyu cheshi,

anarudia sivile, lakini kama naendi kufucha na kule, tutamfuata na kule, atapata adhabu yake, tutamfuatilia. Akekuya, milango iko wazi, na mizalengo yoyote kwenye iko akua libaka mangombe makuku mikombe na nini, aisha sameewa. Kama nakuya, akekuya kwetu, hatutamlipisha vile vote ibaka.

mji wa Ngungu ambako wamefundishwa kuishi pamoja na kuacha ubaguzi wa ukabila. E, Juvenal Rukendo ni mkuu kiongozi wa mobilization kwa sasa Kivu Kaskazini upande wa AFC/M23 ambao Gavana mkoa huo, e, Erasto e, Musanga Bahati ametangaza watu kuishi umoja pamoja na kuacha ukabila, kwani ni kitu kibaya. E, tumekuja hapa Ngungu, tumekuja kuongea na wakazi kujua hali yao. Unajua walikuwa wamekimbia Goma tayari, tumewarudisha tulikuwa napenda tujue hali yao kwa leo iko vipi, na tuzungumuze nao tujue kwamba kuna maswali labuda mbalimbali tuzitatue na kuhamasisha tena vijana waingie kwenye jeshi letu na M23. Mesaje gani umewaletea? Tumeletea mesaje ya kuishi pamoja kwa umoja. Waachane na ubaguzi wa makabila ambayo Kinshasa ina inatumisha kusudi tugawanye na wajitolee chama yetu na nyingine nakuambia kwamba uongozi wetu uko karibu nao, tunajitahidi tuwalete maendeleo. Mkuu wa mji wa Ngungu amesema kwa sasa chama cha AFC M23 kimepiga hatua kubwa tangu walipochukua eneo hilo, ambako wakaadhi wengi ni wafugaji. Jina langu ni Ngabo David, e, na, e, Zairwa kiwa kiongozi wa ngungu kio kwanza ni kuboresha maisha ya wananchi, ni usalama e, kisha usalama tunafundisha umoja, kisha fundisha umoja tunaleta maendeleo, na ile yote itaunda maisha bora kwa raia. Nimeona unashirikisha wananchi kufanya salamu. Ndio, ndio, e, jambo la kwanza ni kufundisha wananchi wa Kongomani kujua kwanza kujitegemea tutatuliwa tutatuliwa, kila mtu ajenge kwao kawaida. Tuna nyimbo sisi kwa chama, inasema Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ndio maana uliona watu wanafanya salongo kwa kutengeneza barabara yao kawaida. Huku Ngungu wakati wa mvua gari hazikukua zinafika hapa, lakini kwa ushirikiano na raia kwa kufanya salongo ya barabara gari zinaanza fika hapa na wakati wa mvua eh, hey, wamua na hiyo itatusaidia kujijengea kwetu na itatusaidia wananchi kutotegemea misaada kutoka mbali kuku, kuanza kujua kujenga nchi yao wenyewe. Kwa sasa soko na shughuli mbalimbali zikiendelea mchana kama vile usiku bila kusikia tena mlio wa risasi, wakiwa wamepata amani. Mimi ya kwanza ni kuwa kwa ushirikiano na raia tumeweza kuleta usalama, na hapa raia wanafurahi kwa usalama. Ingine ni kuwa wananchi wa Ngungu wamesha jua vizuri sana kwamba tunatatua shida bila upendeleo, bila ulajirushu. Kwa hiyo hiyo ni raha ya chama na ni ushindi. Ingine eh, na ile umoja hapa, umoja umekuja Ngungu. Hey, ni eneo nzuri ambacho tuna tunataka kwa leo ni, ni kuimarisha ile ambayo tumeisha tumeanza na kuleta maendeleo, lakini kitu ambayo naweza jivunia kwanza ni kuwa tumeleta usalama. Ingine ni kuwa tumeleta umoja, na ingine ni kuwa wananchi wanatutumainia kama wakilisho wa chama hapa, wanatutumainia sana e, na ukiongea na raia hapa kitembea na kuongea na watakwambia kwamba wana uongozi ambao unatatua shida bila urajirushwa bila upendeleo wowote. Lakini hata hivyo upiganaji wa zalendo na jeshi la Kongo walio kwenye e, vijiji vya karibu na waliojificha wakisema e, wakasemehewa, akisema kiongozi wa Ngungu. Asante sana kwa majina, mimi ni Safari Makuza, nikiwa chef de state ajue wa Rubaya na niko timu rida wa teritori ya Masisi, ninasimamia wakadazi wote wa, wa, wa teritori ya Masisi. Uongozi wa Kinchasa wa, wa Felix Kichegeti walileta chuki mu watu ya ubaguzi watu waliona, watu walikufa mari lipoa jomana kwa leo hii. Sisi kama chama cha AFC M23 tunafundisha umoja, kusudi hiyo mambo ya kupita isurudi tena. Ulijifikia hapa Ngungu unaona, gesi wakaaji wako na furaha mingi sana, hakuwa unapata mkutano au viongozi watembelee. Unaona milima ya Ngungu wanalima na wanafunzi wanasoma, watoto wanasoma na wachuruzi wanachuruza. Unaona kuko mangombe me. Siku za kupita hapa hakuna ngombe ambaye ilikuwa hapa, hakuna me ambayo ilikuwa hapa kwa hii milima ya Ngungu. Walikula ngombe, walikula ngombe mingi sana kwa nani? Hao ni wazalendo wa FDR na uongozi mubaya ya Kinchasa. Tuelezee maisha ya wakaaji iko namna gani hapa kwa leo hii. Maisha ya wakaaji inatembea salama bila shida. Kazi wanatumika 24 24 mbele walikuwa wanalala mbele ya wakati vya usalama mdogo, na sasa kwa leo hii wako wanatumika saa. Kuhusu kazi, kuhusu vijana kuingia kazi ya jeshi. Unasema nini? Asante sana. Wavijana isipokuwa nguvu zetu sisi wenyewe. Hakuna watu yoyote ambao watatujengea nchi yetu, na hakuna ukombozi wengine, hawatatoka Ulaya, hawatatoka Amerika, isipokuwa nguvu za vijana wetu uliotutatia pamoja kusudi tutawali na wakazi wengine wenyewe ambao wako nalia sana, no? Jioni wakadhi wafanya shughuli zao za biashara na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Eh, nilikuwa nasema hivi wa ndugu zangu wapenzi Iko shida sana wakati Tshisekedi anatugaulia marunduki, anatuletea ubaguzi wa rangi na makabila. Mimi si niko mtembo, si ni utukezi. Lakini kesho anakuja na sema etimia nipatie runduki, nianze nipigane na wao masasi. Nitoke hapo kwetu Remeka, nikuchungie mnjia huko na kuku na kuya churuza nikunyanganya ile kuku. Ndiyo ameambia wa ndugu zangu wa maachano. Ndiyo maana sasa nimekuja hapa Ngungu, nimekuja na viongozi kuambia ndugu yangu maachano. A maile pori, ile pori haita msalia machano kitu siri, tuko doa. Hamtasikia wazalendu watafika doa, bongo yenu isekeiona, waitilize bure na kuiba pesa eh? Wandugu zangu, nitoke maile pori, toka maile kinyatura kule kuja AFC M23, imewasamee tunapenda vijana wote wakuje, tuungane, tuko mtu huyu ni mmoja Hakuna mtusi hakuna mtemo hakuna mrega, sisi wote tuko wa Kongomani, hii udongo ni ya madu, madu zetu. Si vile tisekeli asitutie makofi, ni ndugu yetu, nayo akirudia kwa mstari, tutamtrene vizuri huyo tisekeli. Sawa, tupatane vizuri. Jana jenera Sultan Makenga alituambia sisi wote ni damu hii moja, hakuna mwenye iko na yaver, hakuna mwenye iko na ya urangi, sisi wote ni damu ya, ya rujo. Kwa nini tisekele anatugambia mabunduki yeye? Huyu mi naanza chunga pale miki gani kanapita, mimi nakamata mashini gani, mimi naimalizia kukuku. Sasa wewe mtu mzima na wewe ndugu zangu, ndio maana tumekuja hapa, mimi kuwaita vijana wenzangu, nikuje mtutoe pamoja na mimi, tukamate silaha tupiganishe ule adui ambaye ule adui ambaye analeta ukabila ndani ya nchi yetu sivile. so, sasa vijana wenzangu, karibu mimi niko jeshi simaniona, hata mimi navaa coat, lakini sasa hivi utaniona nakamata silaha naingia kwenye ufuko kupigana na, na ule mzalendo ambaye anatafuta kuharibisha nchi yetu vijana wenzangu, kama huko na bunduki, kale ka bunduki kama hata kufalia kitu, leta yako ukapatie wa chef na tutakusamehe sawa, chef de cité, kwa kwa kuja na ile silaha yako ambayo maachana alikuachia hapa. Wewe najua maachana alikanyanga hapa, lakini hata parudia tena, akiparudia tarudia kama mimi, ila uhakikishie huo na iko nasikia sasa, inatoa wengi wako na mwambia maachana hata kanyangaka hapa, ni mimi mtoto wa katete tuhuru, na mwambia hivi. Hata kanyenga hapa kama hajajisalimisha sawa. Jenerali Sultani Makenga anasema iko tayari kuwapokea kama lakini kama lakini akuwapokea aa, watajisalimisha lakini, kama hapana, tutawapiga mpaka Kinshasa. Unanifata? Wewe kama huko mzalendu tosha, ile akili ya uzalendu wa kuiba makuku na birainu mashamba ya watu mkichwa, kuja waku vizuri wakupatie formasio ya jeshi inayokamilika apana ya kuiba makuku na mangombe za watu sawa. Waenda unaiba dembe huko, unaenda iba dembe wewe, sio mzima nzima wa kuiba dembe. Shauri ni serikali changu, ni msazi. Wacha hiyo mambo sha, eh na acha mkuta tosha wale watoto kule chini kupori, acha watoto wapo waishi na amani vizuri. Sisi tunatoka amani, tutakivuta vipi? Tangu sabini tulisema tunapiga mkono, tusipige, tuingane kumweza, tuzungumuse tutakuta lakini sana sema vizurana patie vigerea wa oh. ndugu wa wabenzi <laughs> zangu wa hapa Ngungu, Mungu awabariki sana, na hii message mwizingatie, nanaiwambia hi hakika machamu hata kanyangaka tena hapa au mzalimu atanyanga hapa kama akuzisalimisha kotu, hiyo ni uongo mtupu. Asante na Mungu awabariki anayesimamia timu ya lesi. Lakini, eh, eh, kuna mbo, lakini kuna watu ambao hawasikia Kiswahili, lakini kuna wengine ambao wanajua na kitembo cha hapa chini, eh miasiki eh wakeela kwa mtima. Asante, asante.

Wenyewe Kongo itajengwa na sisi.